Jaribio la kumuua rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kupitia mmoja wa walinzi wake wa karibu lilikuwa sehemu ya wa mfululizo wa njama za mapinduzi na mauaji ambazo zimekuwa zikimkabili tangu alipochukua madaraka mnamo Septemba mwaka wa 2022. Na na Tangu wakati huo Traore ameripotiwa kunusurika zaidi ya majaribio 19 ya kumuua au kumpindua, mengi akiwa na uhusiano wa moja kwa moja na wanajeshi wa ndani au mawakala wa kigeni wanaopinga msimamo wake wa kuimarisha uhuru wa taifa na kupinga ushawishi wa mataifa ya Magharibi. Katika jaribio moja lililovuma zaidi, mtu mmoja alikamatwa mjini Ogadugu baada ya kujaribu kuwahonga wanajeshi kwa kiasi cha faranga bilioni 5 za CFA sawa na dola milioni 8.2 za Marekani, ili washiriki katika njama za mapinduzi. Wanajeshi hao walikuwa wamejifanya kukubaliana na mpango huo, lakini walimripoti kwa mamlaka. Fedha hizo zilikabidhiwa kwa hazina ya taifa, na mshukiwa alikamatwa kwa uchunguzi zaidi kuhusu chanzo cha fedha hizo. Jaribio lingine lilihusisha mpango wa kulipua makazi ya rais, ambapo luteni kanali Paul Henri Sandaogo Damiba aliyekuwa rais wa mpito kabla ya kupinduliwa na Traore alitajwa kuwa mratibu mkuu. Njama hii iligundulika na kuzuiwa, na baadhi ya washirika walikamatwa. Hata hivyo, baadhi ya madai kuhusu walinzi wa rais kuhusika katika njama hizi yamepingwa ripoti ya uchunguzi wa ukweli ilibaini kuwa hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kuwa walinzi wa rais Ibrahim Traore walikamatwa kwa tuhuma za kupanga kumuua Traore na kwamba madai hayo yalienezwa kwenye mitandao ya kijamii bila msingi thabiti. Katika hotuba zake, Rais Ibrahim Traore amesisitiza kuwa usaliti ni kosa kubwa zaidi dhidi ya taifa, akiahidi kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika. Licha ya vitisho vinavyoendelea, ameendelea na juhudi za kuimarisha usalama, kupambana na rushwa na kuimarisha ushirikiano na mataifa kama Urusi, huku akipinga ushawishi wa zamani wa Ufaransa katika siasa za Burkina Faso. Kwa ujumla, majaribio hayo ya kumuua Ibrahim Traore yanaonyesha changamoto kubwa zinazomkabili katika kuongoza taifa linalokumbwa na migogoro ya ndani na ushawishi wa nje. Hata hivyo, msimamo wake thabiti na hatua za kiusalama zimekuwa nguzo muhimu katika kuzuia njama hizo na kuendeleza utawala wake. Kwa nini Ibrahim Traore anabadilisha dhana ya mapinduzi ya kijeshi Afrika? Katika historia ya siasa za Afrika, mapinduzi ya kijeshi mara nyingi yamechukuliwa kama njia haramu, hatari na isiyo ya uhalali wa kisiasa. Kuingia madarakani kwa kutumia nguvu za kijeshi kumehusishwa na umwagaji damu, uharibifu wa mali, utekaji wa haki za binadamu na kusababisha mateso kwa raia wa kawaida. Lakini kuibuka kwa kapteni Ibrahim Traore nchini Burkina Faso kunachochea mjadala mpya kuhusu uhalali, umuhimu na hatima ya mapinduzi ya kijeshi, hasa pale yanapotokea kama njia ya kupinga ukandamizaji, ufisadi na utawala wa mabavu unaojificha katika mwamvuli wa demokrasia. Tofauti na wanasiasa waliokita mizizi kwenye mifumo ya kidemokrasia lakini wakatumbukia katika matumizi mabaya madaraka, baadhi ya wanajeshi kama Ibrahim Traore wameibuka kama viongozi wa mabadiliko wanaojitambulisha kwa uzalendo, uthubutu na kujali maslahi ya wananchi. Mjadala uliopo sasa ni je, kiongozi huyu kijana Ibrahim Traore anabadilisha dhana ya mapinduzi kwa ujumla? Historia ya mapinduzi ya kijeshi barani Afrika mapinduzi ya kijeshi yamekuwa sehemu ya historia ya Afrika tangu mataifa mengi yalipopata uhuru. Moja ya mapinduzi maarufu na ya kiitikadi ni ile la mwaka 1983 lililoongozwa na Thomas Sankara nchini Burkina Faso, ambaye alijulikana kwa ajenda zake za kupinga ukoloni mambo leo na kupigania maendeleo ya ndani kwa kutumia rasilimali za kitaifa. Lakini si Burkina Faso pekee. Nchini Ghana, Kanali Ignatius Achampong Aliongoza mapinduzi mwaka 1972. Nigeria imepitia mapinduzi kadhaa tangu miaka 1906 ya 1960 yakiwemo yale ya Yakubu Gowoni ya mwaka 1966 na Sani Abacha 1993. Uganda ilishuhudia mapinduzi yaliyomweka madarakani Idi Amini mwaka 1971. Nchini Ethiopia Dag ilipindua utawala wa kifalme mwaka 1974 hadi hivi leo Sudani, Guinea, Mali na Naija zimetumbukia kwenye mapinduzi yanayoongozwa na jeshi. Hii historia imejenga taswira hasi ya mapinduzi yakionekana kama kichocheo cha udikteta, vurugu na migogoro ya kisiasa. Hata hivyo, historia hii pia inaonyesha jinsi mapinduzi yalivyotumika kama njia ya kuondoa tawala kandamizi katika mazingira ambako demokrasia ilishindwa kuleta haki na maendeleo. Athari za mapinduzi hakuna anayeweza kupuuza madhara ya mapinduzi ya kijeshi. Kwa kawaida huambatana na mapigano, vifo, mateso ya raia, uharibifu na miundombinu na uchumi kudorora. Viongozi wa mapinduzi mara nyingine hujenga utawala wa kiimla wakifuta katiba, kuvunja bunge na kudhibiti vyombo vya habari na vyama vya siasa. Kwa mfano, Sudani ilikumbwa na vurugu kubwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2019 yaliyomwondoa Omar al Bashir. Baadaye mvutano baina ya jeshi na raia uliibuka, uliibua mapigano ya silaha mwaka 2023 yaliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni kukimbia makazi yao. Guinea ilipitia ghasia baada ya mapinduzi ya mwaka 2021 huku Mali ikipitia matatizo makubwa ya kiusalama na kiuchumi tangu mapinduzi ya mwaka 2020. Zaidi ya hayo, mapinduzi huleta hofu ya kutoaminika kwa serikali, hali ambayo huathiri uwekezaji wa nje, misaada ya kimataifa na ushirikiano wa kikanda. Taasisi kama AU na ECOWAS mara nyingi huwekea vikwazo mataifa yanayopinduliwa kijeshi, jambo linaloathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa nini Ibrahim Traore anaonekana kubadili dhana ya mapinduzi? Ibrahim Traore alichukua madaraka mnamo Septemba mwaka wa 2022 akimng'oa Paul Henri Damiba kwa kile alichokitaja kuwa kutoweza, eh, kutoweka kipaumbele kwa maslahi ya taifa na kupuuza vita dhidi ya ugaidi. Tangu wakati huo ameibuka kama kiongozi anayependwa sana si tu na watu wa Burkina Faso bali pia na Waafrika wengi waliokata, eh, walio tamaa na viongozi wao wa kidemokrasia wanaotumia uhuru kama kichaka cha kujineemesha. Kwa muda mfupi, Traoré ameanzisha sera za kiuchumi za kujitegemea, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi kwa msaada wa jamii na kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Moja ya nukuu yake maarufu inayosambaa mitandaoni ni hatuwezi kuwa huru ikiwa tumevaa suti za wakoloni, kutumia lugha zao na hata kuendesha siasa kwa mifumo yao. Katika hotuba yake ya Novemba mwaka wa 2023 alisema, Afrika haiwezi kuwa huru mpaka wa Afrika waache kuwa na uoga mbele ya mataifa Magharibi. Anaonekana kama kiongozi anayepinga kwa dhati ukoloni mambo leo. Uamuzi wake wa kuvunja ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, kufunga baadhi ya vituo vya kijeshi vya kigeni, na kuanzisha ushirikiano mpya na nchi kama Mali na Niger kupitia muungano wa AES estati du sahel umemwongezea umaarufu alipoelekezwa alipoelekezewa tuhuma za Africom wiki iliyopita za kutumia mamlaka vibaya. Badala ya lawama, Afrika nzima ililipuka kwa kumpa uungwaji mkono wa kipekee. Maandamano makubwa yalifanyika Ogadugu pamoja na miji ya nje kama Akra Ghana, Brussels Ubelgiji, New York, Marekani, Nairobi Kenya, na Bamako Mali. Mitandaoni, kiongozi wa Africom Generali Michael Langley alikumbwa na wimbi la ukosoaji mkubwa huku hashtagi kama hands off Traore na Africa for Africans zikisambaa kwa kasi. Wachambuzi wa siasa kama Dr. Kemi Adeoye, chuo kikuu cha Cape Town, wanasema Traore anaonekana kama jibu la kisiasa Eh, kwa Lumumba na Sankara, kizazi kipya kimeona kiongozi anayesema ukweli hadharani. Na hadhaniwi alikuwa akizungumza na kupitia kipindi cha BBC Focus on Africa Machi mwaka huu, eh, Machi mwaka wa 2024. Hatari iliyo mbele pamoja na sifa na matumaini makubwa yanayomzunguka Ibrahim Traore, wachambuzi wanayaona kuwa huenda mafanikio yake yakatumika kama kigezo cha ja kuhalalisha mapinduzi zaidi barani Afrika. Kuna hofu kwamba jeshi katika mataifa yenye migogoro ya ndani linaweza kutumia mfano wake kuingilia siasa kwa tamaa ya madaraka. Tayari viongozi wa kijeshi kama Asim Goita wa Mali na Abdurrahman Tichiani wa Naija wamechukua madaraka kupitia, eh, kupitia mapinduzi na baadaye kuanza kuonyesha nia ya kugombea katika uchaguzi wa kiraia. Wachambuzi kama Profesa Mahamane Sisoko wa Chuo Kikuu cha Dakar wanasema mapinduzi yanapoanza kuonekana ya kuvutia, yanahamasisha wengine kuiga kwa sababu mbaya, si kwa ajili ya watu bali kwa maslahi yao binafsi. Ikiwa mfano wa Traore hautaambatana na ujenzi wa taasisi thabiti, hofu ni kuwa kutakuwa na wimbi la mapinduzi yasiyokuwa na ajenda ya kitaifa bali tamaa ya madaraka, jambo linaloweza kurejesha Afrika katika duru ya migogoro na machafuko. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia muda huu katika meza yetu ya habari. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kuhusiana na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traoré. Kuhusiana na habari hii, wewe ni ni upi mtazamo mtazamo wako wako na yapi wako na yapi maoni maoni yako yako cha mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment hii hapa